Insha ya mawazo ni insha ya kufikiriwa. Ni insha ya kufikiriwa. Na usimulia kuhusu hali na hisia za kitu kingine. Hali na hisia za kitu kingine. Ili, unaingia katika nafsi ya kitu hicho, unaingia katika nafsi ya kitu hicho, unaingia katika nafsi ya kitu hicho ili kueleza hisia zake, unaingia katika nafsi ya kitu hicho ili kueleza hisia zake. Kwa mfano pale tumeambiwa kuhusu upepo, ukiandika uh, insha ya mawazo kuhusu upepo, utazungumzia mambo haya upepo. Kwanza ukiwa na, u, ukiwa na upole, andika upole hapo. Upepo ukiwa na upole, unajiingiza katika upole upole. Utazungumzia mambo gani? Upepo ukiwa na upole unasaba, unakuwa ni burudani, unakuwa ni burudani tosha iwapo ni upole kama pale kwenye, kwenye bahari, unapata ni burudani tosha ukiwa na upole. Pia kuna kuzaliwa kwa nguvu za umeme, kuna kuzaliwa nguvu za umeme. Pia upepo ukiwa na upole, kuna kuendesha mashua, kuna kuendesha mashua. Upepo ukiwa mpole, kuna kukaushia nguo, unatumia upepo kukaushia nguo, kukaushiwa nguo, kukaushia nguo, kukaushia nguo. Pia kuchezewa na watu, kuchezewa na watu, kuchezewa na watu, kubarizi, kupepeta nafaka. Ukiwa na upole, kupepeta nafaka. Haya, pia inakuwa shwari majini, shwari majini upepo ukiwa na hasira unabeba mchanga, ukiwa na hasira ni kubeba mchanga, kuzidisha ukali wa moto, kuzidisha ukali wa moto, kuzidisha ukali wa moto, kung'oa miti, kung'oa miti, kuharibu nyaya za mawasiliano na stima, kuharibu nyaya za mawasiliano na stima na kugharikisha vyombo majini, kugharikisha vyombo majini pale, kunasababisha gharika kwenye vyombo majini, ile misukosiko hadi inazama, kugharikisha vyombo majini. Nipo nimekupa vile vidokezo kuhusu sichezewi mimi. Unaanza pale, sichezewi mimi, sikumbuki asili ya yangu, lakini nimejikuta ni kiumbe mwenye hulka mbili, upole na hasira. Alienipa jina langu la upepo, sina hakika ni yupi, ingawa wengine uniita majina mbalimbali mbali asira zikinipamba watu nichukia na kuniita kibunga, wengine kuniita tufani, wengine dhoruba. Kwa hivyo aya ya pili unaanza kusema nikiwa mpole, si ndio? Eh, eh unaelezea hivyo. Kwa hivyo hiyo insha anataka uandike. Ya pili, lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Jadili wazo hilo. Kwa nini tunasema uh, Kiswahili ni lugha ya Kibantu? Kwanza Kiswahili kina Kiswahili kama lugha nyingi za Kibantu kina irabu tano. Kiswahili kama lugha nyingi za Kibantu, Kiswahili kama lugha nyingi za Kibantu kina irabu tano: a e i o u. Nakumbuka hizi ni sauti, kwa hivyo wekea mshazari, ziwe ndani ya mshazari. Ndio maswali unaulizwa katika isimu jamii karatasi ya pili, ndio unaulizwa haya. Kwa nini udhibitishe kwa nini Kiswahili ni lugha ya Kibantu? Kwa hivyo kama lugha nyingi za Kibantu ina irabu tano: a e i o u. ngeli za nomino za Kiswahili ni kama za lugha zingine za Kibantu. Ngeli za nomino katika Kiswahili zinalingana na zile za Kibantu. Ngeli za nomino za Kiswahili zinalingana na zile za Kibantu. Maneno mengi katika Kiswahili yana muundo wa konsonanti irabu kama Kibantu. Maneno mengi ya Kiswahili yana utaratibu wa konsonanti irabu konsonanti irabu kama lugha nyingi za Kibantu. Konsonanti irabu kama lugha nyingi za Kibantu. Swali la tatu, eleza ushahidi wa kihistoria unaonyesha kuwa Kiswahili kilizungumzwa katika sehemu hii ya Afrika Mashariki. Ushahidi ambao unaonyesha kuwa Kiswahili kilizungumzwa Afrika Mashariki, kwanza ushairi mkongwe unaoitwa Hamzia. Umesoma haya kwa ufahamu, kuna ushairi mkongwe unaoitwa Hamzia, ushairi mkongwe unaoitwa Hamzia. wasafiri wa kale, wasafiri wa kale walitaja maneno kama kisukari, wasafiri wa kale walitaja maneno kama kisukari, hivyo ni ushahidi <coughs>

na hisia za kitu kingine mbali na na kawaida. Maelezo yanatolewa katika kisaga wabali juu ya kitu kilichosuizizo maisha kwa mfano, mwandishi anaweza kujihasisha kama mvepo na kueleza mambo yanayohusiana na mvepo ngao yaundanimnihee siku nupia asili yangu lakini, nimejikuta ni kiumbe mwenye mwenye mluka mbili, upole na asiria, aliyenipa jina langu la upepo. Sina hakika niyupi, ingawa wengine uniita majina mbalimbali. Asiria sikilipanda, watu unichukia na kuniita kibunga, wengine uniita tufani, wengine dharuba. Haya, kamilisha insha ulioanzishiwa. wasichezewi mimi, twende ya pili, insha ya mazungumzo. Ya mazungumzo hii ni insha ya maongezi. Insha hizi huwa kama mchezo kuu, aa, kuwasilisha jambo fulani. Mazungumzo haya huhusisha watu wawili au zaidi. Mazungumzo haya yakiandikwa, lazima yawe ya kuvutia. Insha hizi huwa na kichwa, huanza kwa maongezi, uzingatia lugha sanifu, hutumia maagizo au maelekezo. Mfano mm -hmm. Mazungumzo kati ya marafiki mawili. Faulu: Ujambo Lulu? Sijambo. Faulu: habari za utokako? Lulu: nzuri sana, nimekuja. Nime twende kwa ile shughuli yetu ya upanzi wa miti. Je, huu tayari? Faulu: umefanya vyema kunikumbusha, kwa hivyo toa kitabu cha insha tuandike kuhusu insha ya mawazo.